Tuna kozi aina mbili. Kozi ya kwanza itakuwa ni kozi ya grassroots. Hii ni kozi ya mwanzo kabisa ambayo inasomwa na mtu yeyote ambaye hajawahi kusoma kozi yoyote ya ukocha. Kwa hiyo itakuwa ni kozi ya kwanza ambayo itafanyika, na sifa za mtu ambaye anahitaji kujiunga au kushiriki katika kozi hizi ni kama zifuatazo: sifa ya kwanza ni lazima awe anajua kusoma na kuandika. Uh, mwombaji au mshiriki wote wa kozi hizi sifa ya kwanza anajua kusoma na kuandika. Lakini sifa ya pili uh, alipie fomu ya ushiriki ambazo zinapatikana hapa katika ofisi zetu za chama cha mpira la Geita ambazo zinapatikana katika mitaa ya soko la Mbagala hapa Geita mjini. Lakini sifa ya tatu alipe ada ya ushiriki wa kozi, ada ya ushiriki ni shilingi laki moja na elfu sitini baada ya ushiriki wa kozi ya grassroots ni shilingi laki moja na elfu sitini. Hizi ndio taratibu ambazo mtu akizitimiza tayari ataitambulika kama ni mwanafunzi au mshiriki wa kozi ya grassroots. Lakini pia tunayo kozi nyingine ya pili ambayo itafanyika uh, itakuwa ni diploma D. Hii ni Kafu diploma D. Hii ni kozi ambayo ili uweze kushiriki kwenye kozi hii cha kwanza kabisa ni lazima uwe umewahi kusoma kozi ya pimnar au kozi ya grassroots. Lakini ya sifa ya pili, uchukue fomu pia ushiriki wa kozi hii ambayo fomu uh, zinapatikana katika ofisi zetu hapa uh, ofisi za chama. Lakini sifa ya tatu, ulipie ada ya ushiriki wa kozi. Ada ya ushiriki wa kozi ya diplomadi ni shilingi laki mbili kwa hiyo uh, huu ndio utaratibu ambao mtu anatakiwa ufate ili aweze kushiriki kozi hizi ambazo tumezitaja hapo, hapo mwanzo. Uh, tunao makocha wengi ambao hawana sifa za kuitwa makocha, wanafanya kazi kubwa kwenye akademi katika vitu mbalimbali, lakini matamanio yetu ni kwamba kama wataongezewa kupata elimu sahihi ya ufundishaji, maana yake kile wanachokizalisha sasa hivi wataenda kutuzalishia kitu ambacho ni bora zaidi, wataenda kutuandalia watoto ambao kwa baadaye tutakuja kuwa na watoto wazuri watoto ambao wamepita katika misingi ya soka na kupata wachezaji wazuri katika timu zetu za taifa. Kwa majina yangu naitwa Agatha Elias, ni mwenyekiti wa klabu ya Veni. Pia ni mdau mkubwa sana wa mpira wa miguu kwa mkoa wa Geita na wilaya ya Geita Hii kozi iliyoletwa ya kujiunga na ukochi na izungumzia vizuri, kwa sababu hii ni fursa tayari imeshakuja kwa mkoa wa Geita. Ninawaomba sana wanawake wenzangu wajitokeze kwa wingi kuchangamkia hii fursa ya mpira wa miguu kwa mkoa wa Geita. Kwa majina naitwa Ali Abdalla Saidi, ni mkazi wa Geita mjini. Kwanza wale tunapenda kuishukuru chama chetu cha, cha mpira wa wilaya ya Geita mji Gedifa, kwa kutuletea fursa hii ya kujifunza kozi za ukocha kuanzia kwenye FIFA grassroots mpaka hatua ya mwendelezo wa Diploma D. Pia tunapenda kuishukuru TFF kwa kutoa fursa hii kuja katika mkoa wetu wa Geita, ambao kuna kundi kubwa la vijana ambao wanasimamia mazoezi ya mpira wa miguu hawana utaalamu ya ukocha.